Natoa salamu kwa kila mmoja wenu. Je, kitu gani ni muhimu zaidi unapoanza biashara? Tunapofikiria kuhusu biashara, mambo mengi yanakuja akilini. Wagawa bidhaa, watengenezaji, wazalishaji, uzaji wa jumla, uzaji wa rejareja reja, teja, usafiri na pesa. Yote hivi ni muhimu, lakini je, kipo kitu kimoja ambacho ni muhimu zaidi? Wagawa vifaa hutoa vifaa ambavyo kampuni hutumia kuzalisha bidhaa zake. Je, unaweza kuanzisha biashara bila wagawa vifaa kwa kupata vifaa wenyewe? Ni njia gani za kupata vifaa wenyewe bila kutegemea wagawa vifaa? Maduka huwezesha wateja kupata bidhaa mbalimbali kwa urahisi. Je, unaweza kuanzisha biashara bila kuwa na duka? Je, unaweza kuhudumia wateja ukiwa nyumbani kwako bila kuwa na duka? Ni njia gani tofauti unazoweza kufuata kutoa huduma kwa wateja. Wazalishaji hutengeneza bidhaa na huduma. Je, unaweza kuanzisha biashara bila wazalishaji? Labda kwa kuzalisha bidhaa na huduma wenyewe. Je, tunaweza kuanzisha biashara bila mteja?